manya ninini nini? ara yani, hata sijui shida ninini, naipoma yangu yani, shida iko wapi? sasa wewe yani hata yani, yani kwaipoma yangu eh, kumbe mzee alikuwa ananisaidia sana. Ah, asi watu walikuwanga wanasema ati huyo mzee wako ana mera tu huyo. Ah, mzee wangu hata kandi alikuwa analewa lea maaimulefi, lakini alikuwa ananisaidia sana huyo msee wangu ah -ah nikwananisaitie mwenyali kutwa namusema fipayi akotuna sake omusakulwango mm-hmm. oyo mai kana lifwa livi lifwa livi se so musechola kacha sarya arya okay, pasi, aryopole pasi. mai pole mai okay, se aani ata pole, hey, pole, pole papa kwa msiba ulio kupata sa inanga tukapuri ndo hii hapo ifu Hakipori, kapuri tu kapuri. Nikiamuka asubuhi, niyo nilikuwa nasikia, nilikuwa nasikia watu wanasema ati ati huyu mse chao analiaka anamera amefika kwa poma anachapa watu tukunda, ilikuwa mzuri watu. Muse wangu ndiyo alikuwa mulefi, lakini alikuwa muse mzuri sana. Ilikuwa akitoka kulewa lazima akuche na nyama, nyama ilikuwa lazima chua, akifika atakikula mboka Sukuma sokuma ya yaapendi kukula ama kunde ya apendi. Lakini, nyama tu nyama nyama nyama lakini mm. Sasa ukotu sawa hivi peke yako ama? Uko? Hapana, peke yangu sidhanika. mm. Niko sawa unajua, una matafa matafa huyo ndugu ya, ya mama yako na mjuo vizuri sana huyo, pia ni rafiki yangu rafiki yako? Ache jirani, jirani nimetani. Hata akuangi na pipi, ah. Hey, na pipi. Ache tena sasa, unamaanisha hmm? Ni bwana yako rafiki yako ni jirani. Jirani? Hmm. Oh, nikatani ni bwana yako hey. Ni jirani ana pipi huyo. Ana pipi. Yaani hata hey. Mimi huyo matafu Bwana yangu ndiye ya amekufa amekufa hata siku arobaini haichaisha. Hata anataka anirudie. Alafu unajua nini? Hmm. Mtoto wake ni mwanacheshi. Mtoto wake ni mwanacheshi. Sasa ya. Kama ni mwanacheshi mimi nifanyaje? Ni mkupali. Ako na pesa yani. Sasa hata kandi ako na pesa, mimi ni mkupali tu hata sangocha hata mwezi yaani, siku arobaini icha isha pato pato, naomboleza nakucha apati e, hana nakusimile mulamwamumwana e. Akikwambia ifu huyo huyo matafa matafa ame fall in love sana, ati fall in love yeah. Ai, mimi apana, bwana yangu fenya alienda ni ata ange ngochaka ata siku arobaini ine ishe kwanza

museche wange lilova livi lilova livi kangali so musecha kacha busa kacha busa nafenye pwana angu alikufa mm. kwa watu waliongea watu watasema eh. vandu valiafwire eh. ukimwi valiafwire ui ukimwi si musecha wange nava mulamu vusa valevakende savulai valiafwire ukimwi vandu eh, mayi vayusha kamahuwa

ukali na, na, na, na mrenda lakini hawana akili. Pipi yangu cherani alikuja mtu Mupokoti akakuja akanua shamba karibu na kwangu. O, Mpokoti huyo mnyana e, kuanga hapo cherani e, yako huyo huyo Mpokoti akaleta Mpokoti kutoka huko Pokoti akakuja akamweka hapo ili aweze kulinda hiyo shamba, lakini ukweli huyo bibi yangu na ule mpokoti walikuwa wanapendana. Napenda bibi yangu hey. Huyo mpokoti wakati amesema anataka kuenda kwao <laughs> alienda na ule mwanamke. Mimi nimejaribu. Mimi nimejaribu. Eh, wewe umejaribu, bwana wako anakuamini? Bwana wangu ananiamini. Anakuamini. Bwana wako anauamini. Sijui watu walitoa watu wanawake kama wewe. Kumbe bwana wangu, kumbe mimi pipi yangu angefanya nini? Ningekuja kwanza nipate mawaidha kutoka kwako ndio niende nikaoe pipi. Kwa sababu nimeumia sana. Nataka nikufanyie hivi. Unaona Naliaka. Mm. Naliaka ni rafiki yako. Wewe ni mtu mko kwa mikanda. Mnafanyanga hmm, mikanda pamoja. Hmm. Naliaka ni rafiki yako sana lakini mm. mm. Naliaka omutiliye ni mtu wa kabila yangu umanyire oli valisa nivo fwefwe valisa ekoleo valisa, lakini omwana yo mutilu mukana yoyo Naliaka huyo ni nimmutilu, lakini mimi mwenyewe nimulisa. Natoka pokoli, tulinunua bishamba papukembe. Sasa nataka wuyo Naliaka amekaa kwa alikuwa bibi Mwaefu nao Naliaka, si bwana yake amekufa tujuzi, Naliaka mesika tujuzi. Huyo bwana yake ni ndugu yangu, toka nitoke mama mmoja papa mmoja lakini, Naliyaka ame bwanake, ameku. bwana yake amekufa, bwanake amekufa, sahizi ni siku 32. Ata... 40 asichaisha, 40 asichaisha, asichaisha. Lakini chenye kinanishangaza kwa mawazo yangu, Naliaka achukua mpokoti ama mu

nde ninini ma, manini ndo tuweke halafu mm. Alafu ndo tupike vizuri ife mm. Alafu sasa machi hiko hapana. machi aiko yeah. ilienda wapi ama mchaenda tujenda? Yeah, mute mufanye haraka. Mami, nenda kuchota machi. Sawa, wende uchote machi kwa shimo we apia e, wende uashashe moto haraka

ndio waeraga maisha kange hata utafaulu. Sasa sasa hapa ea kiko sasa, nilituma mtu, nilituma mtu akuje hapa.